Happy Nation Express au mwite Happy Nenga Scorpion, hii bwana, moja ya kampuni chache Tanzania ambazo zimesimama kwenye ubora, nidhamu na uaminifu mkubwa. Na leo ngoja nikupe taarifa kamili ya kinachoendelea na kwa nini kampuni hii inabaki kuwa pendwa na abiria wengi. Ai Mtwara Bus TZ inazidi kutiririka. Haya sasa, jamani, hivi karibuni tasnia ya usafiri ya barabarani imekuwa na changamoto zake. Baadhi ya kampuni zimepungua abiria, zingine zimepanda gharama, na watoa huduma wengi wameiomba LATRA kufanya marekebisho ya nauli kutokana na kupanda kwa gharama za mafuta, spare parts na matengenezo. Lakini katikati ya yote hayo, Happy Nation Express inaendelea kufanya kile ambacho kinachojulikana kila siku kwa muda mrefu: kuendesha ratiba kwa nidhamu, kuweka usalama mbele na kuleta mabasi mapya ili kuendana na mahitaji ya safari za mbali. Na sasa kuna mkakati wa kuleta modeli mpya mabasi mapya ya daraja la Long Journey Class. Hata hivyo, kuna baadhi ya wanaoyamiliki. Happy Nation sio kampuni inayopiga kelele, ni kampuni inayoongea kwa matendo. Wamejijengea jina kupitia mambo haya matatu. Moja, usalama. Madereva wao ni miongoni mwa wanaothaminiwa kwa nidhamu, uangalizi na kufuata kanuni za barabara safari za masafa marefu zinahitaji busara na hilo wamelipa kipaumbele. Mbili, ratiba za kuaminika hata wakati kampuni nyingine zinabadilisha muda hovyo, Happy Nation imekuwa ikiheshimu muda wa kuondoka na kuwasili. Hili ndilo jambo abiria hupenda zaidi, kuaminika. Tatu, ubora wa magari. Kampuni imekuwa ikiagiza mabasi mapya kutoka China yanayokidhi vigezo, yenye hadhi kama unavyoona AC safi suspension laini kwa barabara ndefu, viti vizuri kwa safari zisizochosha, mfumo mzuri wa kupitisha na kupakia mizigo, huduma safi zikipatikana, yani full business class. Hizi ndizo sababu zinazowafanya abiria wao wabaki kuamini mwaka hadi mwaka. Hiyo ndiyo picha kamili ya Happy Nation Express: ubora usiozidi viwango, huduma isiyopoteza heshima, na nafasi ya kudumu kwenye mioyo ya wasafiri. Happy Nation Express ipo Mwanza Tanzania na inatoa huduma za kusafirisha abiria mikoa ya Dar es Salaam, Shinyanga, Mwanza, Morogoro, Dodoma, Kahama, Bukoba, Iringa, Igumbilo, Mbeya, Moshi na Arusha. Hii hey, jamani usitamani kusafiri naye kwa macho. <laughs> Unaweza kusafiri naye kama upo kwenye mikoa hii hey. Maswali na majibu sehemu oh, ya Haya, huyu hapa baki nasi kwa usafiri bora mikoani.